Katika ubatizo wetu sisi tunafanyika kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, tunafanyika kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, tunafanywa kuwa wana wa Mungu, tunafanywa kuwa warithi wa ufalme wa Mungu, watu ambao tunapaswa kuongozwa daima na roho wake Mwenyezi Mungu, Roho Mtakatifu. Na hata katika kipaimara tunaimarishwa anayetuimarisha ni Roho Mtakatifu, na hata kutuelekeza na kutufanya nasi yale tuliyoyapata kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tuyashirikishe kwa wengine, kama mituma ambavyo walipompokea Roho Mtakatifu walianza kuhubiri, walianza kusema na wakatawanyika sehemu mbalimbali za, za ulimwengu wa nyakati huo wakilihubiri neno la Mwenyezi Mungu ni kwa maongozi ya Roho Mtakatifu. Na hata tunapopakwa mafuta mapadri katika viganja vyetu tunatakaswa sisi. Mikono hii inakuwa ni chombo cha kubariki. Mikono ulionayo wewe padre imepakwa mafuta ya krisma itumie kubariki. Itumie kubeba matakatifu, usitumie kufanya maovu, usitumie kufanya dhambi. Tumefanywa kuwa walimu eh? makuhani eh? tumefanywa kuwa manabii, lakini kwa niaba yake yeye mwenyewe Bwana wetu Yesu Kristo tukifanya kwa nguvu na maongozi ya Roho Mtakatifu, utume wetu utakuwa ni baraka kwa watu, utakuwa ni baraka kwa mataifa na hata mabaya na maovu yanayotokea katika ulimwengu wa leo. Lazima tutafakari juu ya upadre wetu, ni wapi tumeenda vibaya eh? watu wanaharibikiwa watu wana, wanakuwa walevi watu wanavuta bangi na kila aina ya dhambi. Lazima makuhani, watu waliopakwa mafuta ili waihubiri habari njema na kutangaza mwaka wa Bwana, lazima wajihoji, ni wapi tulipokosea, na hivyo tuweze kufanya ongofu kama ambavyo tumehubiriwa leo katika mfungo wetu, katika ongofu huo tuweze kuwaimarisha wengine na kuwaongoa wengine. Bila Roho Mtakatifu, upadri wetu kwa lugha ya kibinadamu ni bure. Upadri wetu utakuwa wala hutaitwa uta, uta, utume tena wala hautakuwa ni utumishi, bali utakuwa ni ajira bila Roho Mtakatifu si utume si utumishi katika kanisa, bali ni aina fulani ya ajira. Bila Roho Mtakatifu yote tunayofanya, mahubiri hayataitwa mahubiri, zitakuwa ni hotuba. Sala basi yatakuwa nayo kama sijui ni maigizo, mashairi zitaitwa sala, hayo yatakuwa ni mambo ya dunia tu Tuongozwe na Roho Mtakatifu ili kila tunachofanya tunachotenda, tunachosema iwe baraka kwa watu na sisi pia tuweze kutakatifuzwa, kuta, kutakatifuzwa. kwa uwezo na nguvu ya Roho Mtakatifu. Sisi tumeitwa na kutumwa ili tu, tuyafanye haya ambayo Kristo ameyatamka ameanukuu kutoka katika kitabu cha nabii Isaya. Tumetiwa mafuta ili tuwahubiri watu wa Mungu habari njema, kwa kutumia maneno ya Isaya sura ile ya 58 yanafanana fanana na hicho ambacho Bwana wetu Yesu Kristo amekitamka kutoka Isaya 61. Tumeitwa ili tupaze sauti, tena tupaze sauti kama tarumbeta. Tumeitwa ili tuwaambie wana wa Yakobo waache dhambi kuwakumbusha eh, kuwa, kuwa dhambi ni kitu kiovu. Mafundisho ya ma, maaskofu katika kipindi hiki cha Kwaresma wametueleza moja ya changamoto iliyopo leo katika imani yetu sisi ni ile maana na dhana ya dhambi kutokufanywa kuwa dhambi tena. Tumefikia hatua kutamka kwamba hii ni dhambi ni aina fulani ya ushamba. Kila kitu kinatengenezwa tengenezwa, tengenezwa kisionekane, linaweza likafanywa kuwa ni pungufu la aina fulani, lakini siyo dhambi. Na wapo wanateolojia ambao wanasema kuwaambia waambia watu kwamba hiyo ni dhambi ni kuwatisha, kuwaeleza eleza kwamba uta, utaenda motoni ni kuwatisha ile dhana ya moto wa milele wanadamu leo hawataki kuieleza kui, na tunapenda kuonyesha kwamba ni kama haupo moto wa milele, na hivyo imani imetikiswa, imani yetu imetikisika, imepata changamoto. Kwa hiyo tutumie maneno hayo ambayo nabii Isaya ameyasema katika sura ya 58 tuwaambie wana wa Yakobo tuwaambie waumini, tuwaambie watu wote, acheni dhambi, acheni kumkosea Mwenyezi Mungu. Na haina maana kwamba sisi sio wa dhambi, sisi nasi tunahitaji kuhubiriwa na watumishi wa Mungu na wapakwa mafuta, ili tuweze kukombolewa. Tumwombe basi Mwenyezi Mungu atusaidie na awasaidie wote atusaidie sisi mapadri ili tuweze kutimiza wajibu wetu. Nikiazima maneno yaliyotamkwa na maaskofu katika mafundisho yao mwaka huu katika kipindi hiki cha Kwaresma, kipindi ambacho wametufundisha kuwa tusimame imara katika imani, maaskofu wametuambia simameni imara katika imani wakinukuu maneno ya mtakatifu paulo wa korinto wa kwanza sura ya kumi na sita mstari wa kumi na tatu simameni imara katika imani na wameeleza hivyo moja ya sababu niliyoambia ni kwa sababu ya changamoto za kiimani zilizopo leo zipo changamoto nyingi dhana ya dhambi kufanywa kuwa sio dhambi kufanywa kuwa siyo dhambi tena, sayansi kushika hatamu na kutufanya sisi tuwe waumini wa sayansi kuliko waumini wa, wa, wa Mwenyezi wa Mungu, kuiona sayansi kuwa ndiyo jibu, majibu ya maisha yetu leo badala ya kuyapata majibu katika Mungu. Na hivyo maaskofu akasema, ili tuweze kusimama imara katika imani tunaalikwa kutimiza mambo mahu, muhimu yafuatayo. Hayo nawaambia mapadre na kwa namna hiyo nawaambia nanyi waumini. Ni mambo gani hayo ili tusimame imara katika imani? Tukisimama imara katika imani, tutakuwa naye daima Roho Mtakatifu atakayetuongoza na kutufanya tuwe walimu wazuri wa imani, tuwafundishe maskini habari njema, tuwafundishe watu ili wale waliofungwa katika waliofungwa na dhambi waweze kufunguliwa, wakombolewe, wawe huru. Tufanyeje basi ili tuweze kusimama imara katika imani? Mambo muhimu yaliyotajwa na maaskofu, mojawapo ni sala, kwamba lazima sisi tuwe watu wa sala, na kwamba haiwezekani kusimama imara katika imani pasipo maisha thabiti ya sala. Sala, sala, ndugu zangu, daima huwa anasema ni kitu kigumu. Jaribu kusali uone jinsi ilivyo changamoto eh? Unajaribu kusali, mawazo mabaya yanakuja eh? Lakini tunaambiwa lazima tuwe thabiti katika sala. Sala ni wajibu wa lazima kwetu sisi sote. Siku zote kila siku lazima tusali, tumtegemee Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, na kusali ni wajibu. Mapadri, salini daima, kwa sababu huu ni wajibu wenu na mfundishe watu kusali. Yawezekana tunayo mengi tunayoyafanya, tunahubiri sana, tunapeleka misa, tunatoa semina, lakini pengine hatusali na wala hatufundishi watu kusali. Lazima watu tuwafundishe kusali, na bwana wetu Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake, mkitaka kusali, salini hivi. Ametufundisha yeye hivyo, na sisi tunapaswa kusali, kuwafundisha watu kusali. Yeye mwenyewe ametufundisha kusali, na sisi tunapaswa kufundisha watu kusali, kwa sababu kusali ni mapokeo ya tangu zamani eh? Hata, na, hata Ibrahimu anasali ili watu wa Sodoma na Gomora wasimalizwe, anasali, anawaombea wadhambi wale ili wasimalizwe na Mwenyezi Mungu. Na sisi tunapaswa kuomba, tunapaswa kusali, tuwe watu wa sala. Hapo sasa ndio tutakuwa tutapambana na hizi changamoto zilizopo za kiimani leo lakini tunaambiwa pia tuwe na utii kwa neno la Mungu. Neno la Mungu limeandikwa katika maandiko matakatifu Biblia, na mapokeo na vitabu vingine na tafakari mbalimbali za watakatifu. Tuwe watii kwa neno hilo. Safari yetu ya kiimani ile tunayoifanya kila mara haina budi kuimarishwa na neno la Mungu. Utii kwa Mungu kuimarisha maisha yetu nasi, kwa kumtii Mungu katika maisha yetu ya kiimani, tutaweza kufika mbinguni. Kwa hiyo tusali, tuongozwe na sala na tufundishe watu kusali, lakini vile vile tuwe watii wa neno la Mwenyezi Mungu na tuwafundishe watu pia kutii neno la Mwenyezi Mungu. Lakini tunaambiwa tuishuhudie imani yawezekana waumini wetu kwa kuwa imara na thabiti katika imani ni watu wanaoshuhudia kweli imani, lakini sisi walimu wao kuishuhudia ni kazi. Sisi tunaweza tukawa wa kwanza kumsaliti Mwenyezi Mungu. Lazima sasa sisi tuwe wa kwanza kuishuhudia imani. Imani inakuwa pale inapotiwa katika maisha imani inakua inaongezeka, kila unapoitia katika maisha. Bila shaka hata wale wanaosoma, usomee uhasibu, usomee sijui sheria, lazima ukafanye mahali fulani, unayohuwa wanaenda sijui field, ufanye mazoezi. Lazima na sisi ushuhuda wa imani yetu, kuishuhudia imani yetu ni kufanya mazoezi ya kiroho na kujaribu kuiishi, sio kitu chepesi. Lazima sasa mapadre tuishuhudie imani yetu na tuwe tayari. Bahati nzuri sisi hatuitetei kwa ngumi wala hatuitetei kwa upanga, kwa sababu tumeambiwa na Kristo, rudisha upanga wako arani, lakini tunaitetea kwa sala na utayari wa kuaibika pia na kufedheeshwa. Sisi wakati mwingine, pengine tunaogopa kuzomewa tunaogopa kufanywa kuwa duni kupuuzwa. Itakuwaje pale itakapobidi tumwage damu, pengine hata kwa kuchinjwa? Lazima tujifunze kuishuhudia imani kwa kudhiishi fadhila ambazo ni za Kimungu: imani, matumaini na mapendo. Lazima tuishuhudie imani, wametuambia pia maaskofu wetu tunaalikwa kusimama kweli imara katika imani, imani tunayoweza kuikiri hadharani na kuiishi kwa uadilifu. Na kwa kufuata mwaliko huu, tutafute mapenzi ya Mungu katika ulimwengu na si kutafuta hadhi ya kibinadamu. Mwaka huu kuna uchaguzi, mapadre, tunaweza tukatumia uchaguzi huu kama fursa, fursa ya kupata pesa ili tujenge makanisa yetu. Tunatumia mwaka huu wa uchaguzi kama fursa, tujenge nyumba za, za mapadre na tukachangiwa kweli, bila hata kujua hizo pesa zinatoka wapi. Tunana, tunanajisi makanisa yetu tunanajisi najisi nyumba tunazotakazo kuwa tunalala kwa uroho wa pesa. Kanisa haitatokea hata siku moja likajitosheleza likawa tajiri Tuzipende hizi hela za waumini wetu ndogo ndogo hizi, tunazogombana gombana nao, hizi hizi ndo zinatakatifuza za makao yetu na makanisa yetu, eh? Waite waumini wako. Eh, nafurahi napo, naposikia mmoja wa muumini amefanywa kuwa mgeni rasmi kwenye harambee, mimi nafurahia kweli hicho, lakini kutumia fursa ya uchaguzi na kuwatesa viongozi walewa tunaotaka wawe viongozi, kwa sababu wanateseka. Utakapomwita anashindwa kukataa, mwishwe mwingine anaanza kusema tu milioni mia tatu wala hana <coughs> hili nalo maaskofu wamelisema eh, ili tusimame imara katika imani inatakiwa sasa tutafute mapenzi ya Mungu na si kutafuta mapenzi ya kiulimwengu na hadhi ya kibinadamu. Tunatakiwa kweli, tunaalikwa kweli kushiriki katika kila jambo jema la kiraia, na tunaalikwa hata kutii sheria zilizowekwa kihalali na kutii mamlaka zilizopo, lazima tuzitii. Lakini tunapoanza kutafuta tu upenyo tu eh? Huo ndio ubadhirifu eh? Tunashiriki katika kunajisi maisha yetu na kunajisi hata sehemu zile ambazo eh? zilipaswa kuwa takatifu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie ili wito wetu kama mapadre uweze kuwa sababu daima ya kuwapeleka watu mbinguni na uwe mfaa, tuwe mfano wa maisha matakatifu. Eh, hatujawa watakatifu lakini tujitahidi kufana kufanana fanana na watakatifu, kwa sababu kila mara tunasoma maisha yao, kila mara tunasoma yale yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo tunajibidisha ili tufanane fanane na hao tufanane nayo hayo maandiko hata kama kwa shida, lakini tujaribu eh, ili kufikia hapo. Wakati mwingine unatoka jasho la damu kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyotoa alivyotokwa jasho, alikuwa anapambana ili afikie ile hatua ya kutufanya sisi tuwe watimilifu wakamilifu wa, wa, wa, wa, wa eh. Yeye wala sio kwamba alihitaji shida hizo ili aokoke. Hapana, alifanya hivyo ili sisi tuweze kukombolewa. Ni mfano ambao tunapaswa kuiga. Tukazane, tupambane. Sio rahisi kufikia utakatifu na uadilifu isipokuwa kwa njia ya kuhangaika, kupambana, kujaribu. Lazima na sisi tujitahidi, hata katika udhaifu wetu bado tuna nafasi ya kujaribu na Mwenyezi Mungu atatubariki. Na nyiwe waumini, msali na kuomba eh, waombea mapadri na kuombea upadri. Kuna mazingira ambapo upadri leo ni fedheha, wanaogopa hata kuwa mapadri, unaona aibu hata kusema mimi ni padri. Nilishawaeleza hapa, askofu mmoja alikuwa naenda mahali fulani kumwona rafiki yake, walisoma naye Roma, kule kwenye nchi za Ulaya huko, yule rafiki yake akamtahadharisha, baba askofu, unapokuja toa kabisa hili la, la, la, la, la, la shingoni hili, na msalaba wako utoe. Askofu akasema, sasa mimi nikitoa hiki nikat ni, ni askofu wapi? Sasa akaenda nalo tu, kaenda navyo, kashuka uwanja wa ndege. Yule rafiki yake akampigia magoti, baba, toa toa kabisa. Maana yake huko hivyo vitu, yale yaliyoandikwa na mtakatifu Paulo, msalaba ni nini? Ni nini? Ni fedheha, eti ni upuuzi eh? Wenzetu msalaba sasa ni upuuzi. Lazima tusali tuwaombee mapadre ili wasimame imara hata katika mazingira ya namna hiyo, waendelee wa, wa, watoe ushuhuda wa maisha yao, wasiogope kuitwa kuwa wakristo kuitwa mapadre. Tumsifu Yesu Kristo Amen.